Kila mmoja wetu anaamini asili ya dunia ni mchana na usiku, lakini dunia yetu ina siri nyingi sana. Kuna sehemu hazifuati sheria hiyo tuliyoizoea. Sehemu hizo jua hutawala bila huruma, na haijalishi iwe ni nyakati za mchana ama za usiku, lenyewe lipo tu, na sehemu nyingine pia giza hutawala kama mfalme mkali asiyetaka kuondoka madarakani. Karibu leo tuangazie maeneo ambayo jua haliondoki abadan kwa maana ya kwamba usiku ni adimu sana katika maeneo hayo. Hebu fikiria, ulimwengu unaojiendesha kwa kanuni moja rahisi. Mchana hufuata usiku na usiku hufuata mchana. Ni mzunguko ambao tumekuwa tukiuona ambao hata usingizi wetu umeujenga juu yake. Utajisikiaje ukiambiwa kuna mahali ambapo duniani usiku hauonekani? Yaani, hauonekani kabisa. Watu wanaamka asubuhi, wanaenda kazini, wanarudi jioni, na bado jua linang'aa juu ya vichwa vyao. Watoto wanacheza mpaka saa nane usiku, bado ni mchana. Saa tatu usiku, bado ni mchana. Saa saba usiku, bado ni mchana. Na wakati mwingine, hali hiyo huenda kwa wiki, kwa miezi yaani, giza halijui hata njia ya kupita. Kwenye mwisho wa dunia ya kaskazini, mbali zaidi ya nchi nyingi tunazozijua, yapo maeneo ambayo yanaishi kwa kanuni ambazo sizo zile tulizozizoea ama zile ambazo tumezisoma kwenye vitabu vyetu darasani. Maeneo hayo, jua lina uwezo wa kufanya kitu ambacho licha ya kuonekana rahisi, ni jambo linaloweza kuvuruga akili ya mtu wa kawaida. Yani, ni kwamba jua halizami kabisa. Mojawapo ya maeneo hayo ni visiwa vya Svalbard, sehemu ya Norway, pamoja na Alaska ya kaskazini, Kanada ya juu, Greenland na sehemu za Russia. Katika maeneo hayo, wanakutana na tukio la ajabu sana linaloitwa Midnight Sun, yaani jua la usiku. Hebu tafakari siku yako inavyokuwa kawaida. Ni unatoka kazini saa kumi na moja jioni, jua linaenda kuzama na tayari usingizi unakunyemelea, lakini kwa wenzetu ukitoka saa kumi na moja, mwanga ndio kwanza unazidi kuwa mkali, kama vile ni saa nane mchana. Badala ya baridi ya usiku kuna joto la ajabu sana. Jua linaangaza kila kona, milima haifichwi na kivuli, bahari inang'aa kana kwamba ni dhahabu, na ndege hawajui hata ni muda gani walale. Yaani hapo ndipo ambapo simulizi hii inakuwa ya ajabu zaidi. Katika majira haya mwili wa mwanadamu unaweza kukataa amri. Mtu anahisi uchovu, lakini macho yanang'ang'ana kuendelea kuamka kwa, kwa sababu akili inaambiwa oya, bado ni mchana, sasa unalala nini mzee? Watu hutumia pazia zito sana kwenye madirisha, wengine hutumia miwani ya giza, hata ndani ya nyumba ili kudanganya ubongo. Na watoto ah. Wao ndio shida kabisa. Yaani wanajiuliza sasa, kwa nini turudi nyumbani wakati mchana ndo kuanza? Unaanza kwao kuzima taa ndani ya nyumba ni kama kujaribu kuwafanya walale saa tisa mchana, lakini bado maisha yanaendelea, maduka yanafunguliwa kama kawaida, watu wanafanya kazi, wanakula, wanacheka, wanasafiri, lakini ukiangalia saa unashangaa, ni saa kumi usiku, najua ndo kwanza linaendelea kuwaka, wala halina habari Kipindi hiki kinaweza kudumu siku hamsini mpaka sabini au hata zaidi, kutegemea eneo. Na kila siku jua hukwea tu, linatembea polepole pole, kama vile limeelemewa. Halipotei, halishuki chini wala halipandi juu, liko pale. Kwa watu wengi wanaoishi maeneo hayo, hii ni kawaida, lakini kwa mgeni, mm, ni mshtuko kwa kweli. Watu huugua usingizi, hulalamika wengine wanaumwa usingizi mpaka usingizi unawavuruga, wanalalamika nishati inapanda na kushuka bila mpangilio. Kuna picha nyingi za watalii waliokaa nje wakiwa na kahawa saa mbili usiku, lakini mwangaza ni kama mchana. Sasa ukistaajabu hayo, kuna mengine ya ajabu zaidi yatakushangaza. Baada ya majira ya mwanga, hutokea kitu cha kutisha kwa mara ya kwanza kwa mtu ambaye amezoea mwanga usioisha, yaani giza linaporudi na halirudi hatua kwa hatua kama kwetu. Hapana, siku moja jua lilikuwa juu saa sita usiku, siku iliyofuata linaanza kupotea. Wiki moja baadaye, kuna wakati jua halionekani tena kwa masaa. Hatimaye kunazuka usiku wa kwanza baada ya miezi. Giza linakuwa nene, kimya kinaingia ndani ya mifupa kama sinema ya kutisha. Hautashangaa nikikwambia kwamba watu wanatoka nje kushangilia giza kana kwamba ni sikukuu kwao. Giza ni zawadi, ni tukio la ajabu sana ambalo pengine walilikumbuka sana, kwa sababu wanajua baada ya miezi bila kulala vizuri, sasa mwili unataka kupumzika, lakini giza hili nalo linapanga lake. Kwa miezi mingine, baadhi ya maeneo hupata polar night, yaani giza lisiloisha. Hakuna alfajiri, hakuna jioni, hakuna mchana wala hakuna asubuhi. Mwanga hauonekani dunia inaishi kwenye kivuli cha giza. Kila mmoja wetu anaamini asili ya dunia ni jioni na usiku, lakini dunia yetu ina siri nyingi sana. Kuna sehemu hazifuati kabisa sheria hizo tulizozoea, sehemu ambazo jua utawala bila huruma na nyingine ambazo giza utawala kama mfalme. Na tunapofikiria dunia ni ndogo, haya maeneo hutukumbusha jambo moja muhimu sana, dunia haijaisha kutushangaza. Itakushangaza nikikwambia kwamba tunatembea juu ya sayari ambayo kuna wakati hata mwanga na giza havikubaliani.